Viongozi wa dini ya Kiislamu na Kikristo waikashifu benki ya DTB Bank na kuandikia barua Rais William Samoei Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Amolo Odinga kuingilia kati kesi ya benki hiyo na mama mjane Nur Jeizan adhulumiwi na banka ya DTB, ambayo imedai muma marehemu Amarba Yusuf alichukua loni mwaka mmoja baadaye achakufa milioni mia moja sabini na nne. CEO akaombwa apeleke evidence, ni mwaka wa kumi na nne evidence sana alisema, na email, email hajapeleka, akasema ilikuwa kwa ni verbal agreement. Sasa pia akaulizwa itakuwaje agreement sample hiyo ipatikane na maiti ya chakufa. Sasa akaomba yule ofisa pia alohusika kukua, kujaza zile forms na kumpaloni pia aende kotini, walishindwa na two weeks ago mahakama ya Mombasa ika dismiss ceo wa DTB kwamba hana ushahidi wa maana na ni mwongo. So tarehe kumi na moja ni judgment, ndio tumeandika hii memorandum kwa Rais Ruto na Mheshimiwa Raila. Nitaisoma alafu tuongeze tulio nayo hii ni Interfaith Religious Leaders Initiative Memorandum kwa Dr William Somae Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya, Raila Molo Odinga, waziri mkuu mstaafu. Sisi umoja wa viongozi wa madhehebu ya dini mbalimbali leo hii Jumaa tarehe 4 Aprili 2025 tumeungana kwa pamoja katika kusimamia haki na usawa bila ubaguzi wa dini, rangi wala kabila. Tumeandamana kuwafikishia ujumbe maalum, ikiwemo ombi la kuwataka Dr. William Samoei Ruto, rais wa jamhuri ya Kenya, aliye pia amri jeshi mkuu wa majeshi ya Kenya, pamoja na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa muhandisi Raila Amolo Odinga, kuingilia kati kesi ya Mama Nuru Jeizan aliyodhulumiwa na benki ya DTB mamilioni ya pesa pamoja na mali zake miaka kumi na nne sasa, hadi sasa wameshikilia pamoja na kumwekea deni lisilo na maandishi kuwa marehemu mumewe Arba Yusuf alichukua loni mwaka mmoja baada ya shakufa milioni mia na sabini na nne. Huu ni wenda wazimu wa karne hii maiti kufufuka na kuchukua loni na kurudi kaburini. Waheshimiwa viongozi, kwa busara na hekima zenu, pamoja na kukemea dhuluma wanazofanyiwa wananchi, leo siku ya Ijumaa, tumeandamana kwa pamoja kumsaidia mama Nuru Jezani kupata haki zake alizozuiwa na benki ya DTB pamoja na kumfungia akaunti zake kidhuluma, ikiwemo kumwekea deni marehemu mume wake milioni mia na sabini tunaomba kilio hiki chetu viongozi wa dini, kanisa, msikiti na Kemnak mutatusikiliza na kumsaidia wakiwemo Wakenya wengine wanyonge wanapitia shida kama hizi kupata haki zao. Vilevile waliotenda jinai hii wafikishwe kwenye vyombo vya sheria na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Imesainiwa kwa niaba wengine na mimi hapa Jumangao kama rais na mwenyekiti wa Kemnak, Dr Bishop Emmanuel Bishop, Jonathan Dena, Sheikh Abubakar Amin, na Bishop Henry Gache, Henry Gache. Hii memorandum tumempelekea rais na Raila Odinga, sa tarehe kumi na moja mwezi ujao, mwezi huu ndiyo judgment. Vilevile wameipongeza mahakama jinsi inavyoendeleza kesi hiyo, huku wakiwa na imani kuwa mama Nur Jeizan atapata haki yake. Tunayepongeza mahakama kwanza ya Mombasa na wale majaji, hata tunaomba serikali kuu JSC majaji hawa wapandishwe vyeo, kwa sababu wanahandoli kesi hii, wakaangalia haki kwa wapi, na tulifurahi kwamba two weeks ago CEO wa DTB aliposhindwa kupeleka evidence yake ya kwamba alikuwa kuna email ya marehemu aliyotumia alikuwa kabrini, sijui huko kabrini, kuna, kuna, kuna, e, e, yafikaje kabrini? Discussion eh, sasa hiyo yote email ajiuza akasema epotea, na email huwa kawaida ipotea dakika 20. Kwa hivyo mahakama imemdismiss. Sasa tuomba tuendane na tuomba tarehe 11, inshallah, vile mahakama ya Mombasa majaji wake wanataka haki tunaomba wampe haki mama Nur Jeizan akaunti zake zifunguliwe na waliohusika na fraudi hii wakamatwa na kutiwa ndani. Viongozi hao wamewaonya na kuwarai wananchi kutoekeza senti zao kwenye benki hiyo, na tunaomba wafanye biashara wengine, waliohai wafunge akaunti zao na benki hiyo, kwa sababu wakifa watapewa loan wakiwa wamekufa. So tunaomba Wakenya tuone akaunti zenu DTB, pelekeni benki nyinginezo ili mukifa muspeloni na wenyewe mko kabrini bisho. Majina yangu naitwa Askofu Jonathan Dena wa huduma ya Jubilee Restoration Christian Ministries. Nimesimama hapa hususan kupinga kabisa mateso Mama Nuru anapitia, si haki, si sawa. Kibibilia tunaambiwa dini iliyo safi na inayokubalika kwanza ni kushughulikia wajane mayatima katika dhiki zao, halafu pili kujitunza wewe mwenyewe usikose kwenda kwa, kwa Mungu. Ni muhimu sana kujua kwamba chozi la mjane ni chozi hatari. Nashangaa benki hii imejiweka mahali ambapo ni pabaya sana, na wote wanaohusika katika jambo hili nawaonya kwamba mambo mengine kama haya yatawapata jamii zao, kwa sababu kila unachopanda Biblia inasema ni lazima utakivuna. Kwa hivyo mimi langu ni kusema tarehe kumi na moja koti yetu, koti tunayoiheshimu isimame kidete kumtetea huyu mama apate haki zake zote, si kidogo, zote, ili naye ajinufaishe maisha yake na kupeleka jamii yake vile ambavyo inahitajika. Kwa hayo nataka kusema Si haki. Narudia, kama vile ndugu yangu Juma alivyosema, hii ni benki ya kutorokwa, hii ni benki ya kususiwa, hii ni benki ya kufungwa haraka iwezekanavyo. Hata serikali ingeifunga hii benki, benki kwa kwa dhuluma ambayo inafanya inafanya. Kwa hivyo, kwa kufupi, ni kusema si haki hii benki ifanye vile inafanya. Huyu mama apewe haki zake, aendeleze maisha yake, apewe malori yake, kila kitu kilichochukuliwa na benki kirudi, na hiyo itakuwa ni njia moja ya kumtumikia Mungu na pia kumpa mama hali haki zake za kufurahi maisha yake. Bishop Dr. Gache wa Body of Christ Apostolic Church: Jambo hili tumeungana kama dini moja, Waislamu na Wakristo, kwa sababu huyu ambaye anadhulumiwa ni na mjane katika andiko ya kibibilia inasema kwamba wajane na mayatima ni wa Mungu. Na ndio sababu sisi watumishi wa Mungu tumeungana pamoja kwa niaba ya Mungu kwamba una, unapo anza kumdhulumu mjane unakutana na Mungu, sababu huyu ni wa Mungu. Yale ambayo imetendeka hapa ni dhuluma na na uwizi, na ni uwizi ya wazi, na tungependa kuona kwamba inaendelea kwa sababu tunaomba rais wetu katika Jamhuri ya Kenya pamoja na viongozi ambao wanatusikiza sasa sahii wachukulia hatua hii benki, sababu hii benki inaonekana kwamba kuna jambo mengi ambayo imetendeka. Na kwanza ichunguzwe, ichunguzwe hii benki ijulikane kuna kitu gani ambayo inaendelea. Naonekana si mara ya kwanza hii, kuna mengi ambayo imefanyika hapo, na hii ni tabia yao paka imeonekana nje. Tunasema hivi, hatupendi wale, hatutaki kuona mama huyu mjane akudhulumiwa kwa sababu mume wake hayuko. Anaodhulumu mjane anamdhulumu Mungu, na naomba ya mwisho kwamba hatua ichukuliwe mara moja na hiyo kesi iondolewe. Ikifanyika hivyo, sisi tutafurahi, na hata Mwenyezi Mungu ambaye ametuweka sisi tuwe watumishi wake pia atafurahi na hiyo jambo. Jina langu kamili Bishop Dr. Emmanuel Karisa wa Vision Harvest Pentecostal Church International. Nimekubali kuungana na viongozi hawa nilipopata ripoti kama hii. Sisi viongozi wa dini ni watetezi wa wanyonge, na nilipopata hii ripoti kwamba hapa kuna mama anateseka, hali mume wake alimwacha akiwa na mali ya kumsaidia yeye pamoja na watoto wake na majirani zake, lakini mahali mali hii ilipowekezwa, ili kwamba iwe salama, umezuka utata mkali sana. Hii ilinibidi kwamba ni lazima tuungane na viongozi wote ili tutetee haki ya, ya huyu mama pamoja na familia yake na na watu wake na mali yao. Ni jambo la kushangaza sana kwamba umechukua pesa yako umekwenda kuiweka mahali ambapo unaamini kuna usalama na kumbe umeitia katika shimo la waizi na wanyang'anyi. Hii benki hata haifai kuitwa benki. Ingetafutiwa jina lingine ambalo silipendi. Kwa hivyo tuko hapa kusema wale wenye uwezo katika serikali hii, tumemtaja rais wetu pamoja na mwenzake. Hao wana uwezo wa kutosha kutoa sauti na huyu mama akapata haki yake, lakini hata hapo chini kuna wenye uwezo pia manager hapo ambao walisoma na wanajua haki za watu ndani. Kwa hiyo wale ambao wanaweza kumsaidia huyu mama asaidike mara moja, badala ya aendelee kulalamika na kuteseka, na pesa iko pale, magari yanaoza hii hii, hapana. Kwanza hasi hii barua hii ya ajabu sana maiti. Aandike email huko, ije duniani kisha imrudie hapo. Si nilana na Mungu aliwapa akawafunga macho ili wajulikane hawana mpango. Kwa hivyo tunaomba sana kwamba rais pamoja na mzee waweze kupiga sauti. Sauti yao inaweza kubomoa hiyo benki na ikafunga kabisa, maana hili tumelipata kwa sababu huyu mama kidogo anakaa nafuu, lakini kuna wanyonge hapo chini wanaokanyagwa na sauti hawana. Ni nani atakayewatetea? Kwa hivyo tunasema maiti zisiguswe, zitulie, na hii benki ifungwe, maana sisi wengine tusije tukafa alafu tukarudi kusumbua. Mimi naibu mwenyekiti wa kitaifa kwa Baraza Kuu la Ushauri la Waislamu Nchini, Kimnak, naungana na wenzangu Uh, katika kulitilia mkazo swala hili amezungumza mwenyekiti wangu ushahiji Mangao, amezungumza mabishops kwa sauti za dini mbalimbali na madhehebu mbalimbali. Mimi, kutilia mkazo, tu ni kwamba dhulma si kitu kizuri. Dhulumu kadri utakavyoweza kudhulumu, lakini ujue maishilio yake ni majuto. Unalolipanda utalivuna. Ikiwa hutavuna wewe ni mazao, umewekea familia yako, watakuja kupitia mitihani ambayo wewe mwenyewe huko na wao kila mtu aliyedhulumiwa atajua kwamba hawa walichokifanya ilikuwa ni cha makosa. Sasa wanalipwa. Kudhulumu mtu tena yatima, ana watoto mama na yeye mwenyewe ni mjane, hili ni jambo ambalo laana yake haijue ni Mungu. Kila wakati anapokaa kilia na watoto wake wakidhalilika, wakipata shida, jua wewe una fungu lako hapo benki. Ikiwa wewe ulihusika katika kutia saini basi wewe umedhulumu. Ikiwa wewe ulihusika katika kutoa pesa zikaingia kwa akaunti ya mwingine. Kutia paka mkononi na kula pesa ya dhulma. Kwa hivyo, kuna chain ya watu waliopitia katika kula pesa za marehemu Anwar Ba Yusuf na kumdhulumu mama Nuru Jeizan. Kwa hivyo nyote ambao mumepitia katika mfumo huu basi jueni mumedhulumu. La mwisho tunaipongeza mahakama kuu ama mahakama yetu hapa nchini kwa kuweza kusimama na haki, kwa sababu mpaka kufikia kwamba waliofanya dhulma ile wameitwa kuja kutoa ushahidi na no wameshindwa ni kuonyesha wazi kwamba Mama Nuru ana haki, na haki twasema haizami ya olea, iko siku yake, ataipata haki yake, na simbali ni karibu na kama si karibu, basi sasa hivi. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ustadh Omar Rajab Saleh kutoka Changamwe Chaani, imamu pale, na niko hapa pia kuungana na viongozi wenzangu kutoka sehemu mbalimbali, madhehebu mbalimbali, kukemea jambo hili, jambo la dhulma, ambapo kwamba ni jambo ambalo kwamba alimridhishi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam na binadamu wote kwa jumla. Na kwanza ningependa lana za Mwenyezi Mungu zimshukie huyu, CEO wa DTB Bank. Maana yeye ndiye ameshikilia bank, anajua kila kitu, ukora wote amefanya yeye. Sasa lana zetu sisi tumlani kama viongozi wa dini. Tena tumlani mara alfu na Mungu amteremshe lana Amen. Yeye na familia yake eh, na makazi yake yote Mwenyezi Mungu amteremshe lala msambaratishe kabisa. Kwa sababu yeye amedhulumu na alitoa maneno pia ambayo kwamba ni ya, ni ya kufuru kubwa sana. Unaona? Alitoa maneno ya kufuru mbaya sana. Na Mwenyezi Mungu asimwache huyu. Eh, Adil naye ipasavyo. Na jambo lingine ni kwamba twashukuru sana mahakama. rais wetu twampenda, Raila twampenda na mahakama majaji wetu twawapenda na twapenda nchi yetu kwa maana tuko hapa wapenda wamama wajane tupenda mayatima ndio maana tuko hapa. E, tumeacha shughuli zetu, tumeacha kila kitu ili kuja kumtetea mama Nuru Jezani, mahakama ione kwamba inavyofanya si ni mahakama iko sawa, lakini huyu mkubwa anavyofanya si sawa. Kwa hivyo tuomba mahakama iendelee vizuri, imeendelea vizuri, imetupelea ushahidi wa huyu bwana nje. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba hii katika judgment akatoa judgment nzuri. Kwa hivyo tutashukuru sana mahakama kwa mwendo ambao kwamba waendelea nao Ona, kwa hivyo twawashukuru na twasema kwa Wakenya waliobakia mumeweka pesa zenu kule DTB Bank. Eh? Kuna matajiri kule wameweka pesa zao, kuna maskini, twawaonya toeni pesa huko, ziko benki nyingi sana za kuwekeza, kuna Equity, kuna Kenya Commercial Bank, kuna KCB, kuna Cooperative. Eh, wekeni pesa, kuna Gulf Bank, eh, wekeni pesa kule, hawa watu ni wakora kabisa eh? Mtaweka pesa, we bwana utakufa, bibi atadhulumiwa bibi atakufa, wewe bwana utadhulumiwa. Ndio inavyokwenda ikiwa umama wameweza kumdhulumu, wafikiri ni wangapi wamedhulumiwa? Kwa hivyo tunatoa mwito kwa wakenya wasiekeze pesa katika, wasiekeze pesa zao katika banki kama hii, kwa kuwa ni banki mbaya, si banki nzuri.